majina naitwa Jordan Peter San Gerard, ndo majina yangu halisi kabisa. Na kwa majina sana natumia ilolo Jordan, na kwenye kampuni yetu ya Busati TV natambulika kama PM. Ukiachana ah, okay, na kazi sana vile vile. Sana. Changu, yangu ya sanaa vilevile amna kitu kingine chote ambacho nakitegemea zaidi ya sanaa. Sanaa ni kipaumbele changu. Sanaa ni maisha yangu sina biashara yote nje ya sanaa, nategemea sanaa kuendesha maisha yangu kiufupi. Elfu mbili na kumi na saba nilianza sanaa yangu nikiwa hapa hapa Dar es Salaam. Sehemu moja inaitwa Bagala kuu kichemchemu, ndio nianza rasmi pale. Kulikuwa na kundi moja la sanaa ambalo kulikuwa na walimu pale ambao walikuwa wanatufundisha pale. Sasa ilo kundi kidogo lilikuwa karibu na nyumbani kaishaushika kuendelea kufanya ile mazoezi. Kazi ni nyingi, lakini ukizungumzia kazi rasmi ambazo zimetoka na kuonekana kwa watu ni chache kuliko zile ambazo zimebaki kabatini. Ujue kipindi ambacho sisi au kwa mfano binafsi mimi, kipindi naanza sanaa, ni kazi ambazo ni kwa kama kundi tunachangiana hela kwa ajili ya kwenda kushuti kazi fulani na mara nyingi hizo kazi za kwenye makundi zilikuwa hazitoki hazifanikiwi kutoka na kwenda sehemu za watu. Ni chache sana ambazo zilikuwa zinafanikiwa kwenda kutoka, kwa sababu kulikuwa mna msin misingi maalum ya kuweza yaani misingi maalum ya kutengeneza hizo kazi na kwenda kwa watu, lakini sana sana kazi zilizotoka ni chache sana. Na kama sasa hizi unavyozidi kuona kazi nyingi ambazo mimi nimeonekana ni zile binafsi ambazo zimetoka ndani ya Busati TV, ndio kazi rasmi ambazo zimenitambulisha mimi Busati TV sina muda mrefu sana uh, ni mwaka sasa tangu nijiunge na Busati TV, na kikubwa nachoshukuru kwamba wameweza kunipa nafasi hiyo, wameweza kuniamini na kunifanya mmoja wa familia ya Busati, na mimi leo nakaa mbele na kujivunia Busati. Nashukuru sana kwa kutinisha. Changamoto ni nyingi lakini ukizingatia sana sana, sana. Kipindi ambacho mimi naanza sanaa kulikuwa na vitu viwili ambavyo kidogo vilikuwa vinanichanganya, kwa sababu nilikuwa kwenye masomo pia na inabidi pia nifanye sana. Kwa nini nilikuwa nashindwa kujigawanya kwa wakati huo? Kwa sababu ni mtu mmoja ambaye anabidi nifanye vitu viwili kwa wakati mmoja. Pia vile vile, kwa kidogo iliniwia ugumu hivyo, kwa sababu familia haiwezi kukuamini kwa sababu tayari yeye anaamini kwenye masomo zaidi, afu mimi binafsi nilikuwa naamini kwenye talanta yangu ya uigizaji Nilikuwa nashindwa kutofautisha na kugawanya huo muda kwamba masomo niwape muda gani na sanaa niipe muda gani, na siku zote kama unavyojua, wanasema mshika mawili mmoja amponyoka. Kwa hiyo ilinipa wakati mgumu sana kuweza kuelewesha familia yangu kiujumla. Kikubwa ni shukrani yani, kikubwa ni shukrani kwa sababu sisi kazi zetu zinategemea sana mashabiki, inategemea sana watu, kwa sababu unajua hata tufanyeje, mwisho siku support ni tunahitaji sana na tunahitaji kwa kiasi kikubwa sana. Tuwezi kufanya kazi zetu kwa vyovyote vile pasipo support, kwa tunategemea sana mashabiki, tunategemea watu wote ambao watuzunguka sisi kuweza kutupa support, ima tuweze kutufikisha pale ambapo sisi tunahitaji na malengo yetu yanahitaji kufika pale ambapo tunahitaji, kwa hiyo tunahitaji sana sapoti hao, na wasichoke, kutusapoti, waendelee kutusapoti hivyo hivyo. Huu ni utalii, yani kwangu mimi nimechukua kama ni utalii wa ndani ambao sisi wenyewe tumeamua kuufanya, hujoke achana mbaya na hizi kazi zetu ambazo tunazifanya, ambazo zinatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hii pia ni kama utalii, kwa hiyo kwangu mimi huku ni mangu mara ya kwanza kufika Kiegea, nilikuwa naisikia tu kwa wale ambao shakutangulia kwamba Kiegea, Kiegea. Kwa hiyo leo nimepata nafasi ya mimi kuja huku, kwa hiyo kwangu mimi ni kama ni utalii, jambo la kwanza. Jambo la pili, watu huku ni wakarimu sana, ni watu wakarimu, ni watu ambao wenye upendo, ni watu ambao wako radhi kuonyesha hisia zao kivyote vile, na sio kuishi kimajungu, wabana, au bwana, amekuja ni wageni hivi, hapana. Lakini ukiangalia kwa mfano kama sisi tumekuja hapa, ni muda mchache tu ambao tumekaa hapa, lakini tayari tunaona hiyo lavu kupitia jamii ambayo atuzunguka huku na kazi ambazo zimetuleta. Kwa kweli tumezidi kupata morali ya kufanya kazi kutokana na mazingira mapya, na sisi timu ambayo tumekuja, kwa asilimia kubwa ni timu mpya. Kwa hiyo tuna morali kufanya kazi hizi, kwa sababu zimetuleta kwenye mazingira mengine mapya, na imani hata mashabiki zetu pia wakienda kuangalia hizi kazi zetu ambazo tumekuja kufanya kwa wakati huu, wataona utofauti mkubwa sana, hiki ambacho sisi tumezoea kuwa hapa kwa, na imani hata mashabiki pia nao watakuwa wanashauku shauku ya kuona hiki ambako tumekuja kukifanya. Kwa kweli ni kitu kikubwa ah, kikubwa. Wawe tayari, wawe tayari waskmbaya na chaneli yao. Sisi maudhui yetu yanapatikana kwenye Busati TV, kwa ukiweza kusubscribe Busati TV YouTube unaweza ukapata maudhui yetu yote huko na kikubwa tu ambacho kuahidi mimi acha kuaibia asili ni kwamba wale wasanii wao upendo ambao mwezo kuwaona kwenye House Girl asilimia themanini wote wamebadilishiwa uhusika. kwa hiyo na imani hata wao wenyewe wa watapenda kuona kwenye uhusika tofauti, ambao kwa wale wameuzoea wasanii ambao wamekuona hapo. Kwa hiyo waendelee kufuatilia Busati TV na channel zetu zingine kama Tamtam, huko -tam, Busati Plus, naamini kote tutaletea maudhui ambayo tumekuja kuyafanya huku na hao wasanii wao ambao wameuzoea kuangalia kama Tasha Kai Kendi Zuri Sania, wamebadilishiwa uhusika. Kwa hiyo uhusika ambao wamebadilishiwa naamini wao pia kwa Itakuwa kama ni surprise na itakuwa kama testi mpya kwao kwenye macho yao kuwaona wasanii wao wa Usati TV, burudani bila kikomo. Asanteni sana.